Picha naenda kuwawekea hapa. Huyo mtoto kipindi bado ni mchanga, alianza kufanya vitu vya ajabu sana kwao, na ikabidi watu wakaanza kusema ni mchawi. Mtoto huyo alianza kupigwa, kuitwa ni mwizi, bado ni mtoto sana. Aliachwa hapo bila nguo, mtoto kuhangaika, hata mvua inanyesha, mtoto analia, hana msaidizi, kila mtu anamwogopa kama ni mchawi lakini ilifika siku moja watalii hao, naenda kuwawekea hapa, walipita kijijini kwao, na walivyomuona yule mtoto, walimuokota na wakaanza tafuta wazazi wake. Wazazi wake walivyoona yule mtoto amebebwa na hao wazungu, wakasema, "Huyo kama mtapeleka, mpeleke, ni mchawi, ni mwizi na vitabia vyote vibaya, mwende naye huko." Wale watalii walimchukua yule mtoto na wakaenda naye Marekani. Walimweka shuleni, akasoma, na sasa hivi amemaliza chuo kikuu. Ndio huyo hapo, anashukuru waliomlea. Kama una mtoto usiweze kumtupa, muombee Mungu, maana kesho yake ni Mungu anayejua. na kama unaamini hayo, weka like hapo. Asante sana.